Kuingia ya chama hiki hata kidogo. pasuka kutoka Chadema wakaja Chauma, ni migongano ya kidemokrasia ndani ya chama. Kwa mimi kelele yangu kubwa ni kudai haki, kudai demokrasia na hata hapa ningesimama ningesema hilo hilo. Hatuwezi kwenda popote kama hakuna kupigania demokrasia, lakini la pili ni kuwaambia vijana waache uoga. Hii nchi haiwezi kubadilika kama tunaogopa kuuawa, kutekwa, eh, mimi nimepiga kelele muda wote huo Wanashangaa wananiona, sema eh, wewe bado upo? Kumbe ningeenda wapi? Wewe mzee hauogopi? Niambia, namwogopa nani? Mimi namwogopa Mungu tu. Hawaja niondoa kabisa, usisikize hizo porojo za mtaani, bado ni mwanachama mia kwa mia mzee. Mwanachama unaondolewa hivi hivi? Sio dhambi kwamba mwana CCM aweze kukaa hii hapa kamba... kadi ya CCM mtu yote asibabaishwe. Alafu la pili ni na maandiko na dokumenti kutoka mahakamani iliyoandikwa na mawakili wa CCM wakithibitisha mimi bado yeah, ni mwanachama. Hey! Tunaelekea kwenye uchaguzi, kwa maana uchaguzi wa ndani ya chama. Je, tutegemee ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwa maana level ya jimbo je? Mm -hmm. Tutegemee kumwona Malisa katika nafasi yoyote, kwa maana udiwani na ubunge? Haya yatakuja wakati wake ukifika, tutaona atakuwa wapi. Tutaona <laughs> tusipate shida <laughs> <laughs> <laughs> ndoto yako ilikuwa ni kuania urais. Ulijuaje? Uliwahi kusikia nimesema na kuuliza? Sasa kwa nini unasema hivyo? Okay. Ulikuwa na ndoto. Ah, unajuaje? Yes. Sijawahi kusema. Sijawahi <tapos> kabisa kusema kama nataka kugombea urais. Sijasema. Nimezungumzia swala la kupigania demokrasia. Kusema yes. Demokrasia ina dorora, hmm. Unadhani CHAUMA demokrasia inasimama au vipi maana vi mimi siwezi kuzungumza ya CHAUMA. Wewe niulize ya kwangu mimi. Wewe kama una hamu na CHAUMA, nenda kaongee nao. Tunakuuliza kwa sababu ulikuwa umekaa kwenye mkoa hiyo. Sio sababu mimi nimesimama na wewe hapa kwa hiyo ninakuuliza maswali yangu mimi kwa sababu tuko wawili hapa Uh, umesema kwamba tukifika kwenye hatua ya, ya mchakato wa ndani wa Chama cha Mapinduzi katika hatua uh, ya kura za maoni kwa maana ya ubunge ndio utasema jambo. Ikatokea sasa ukasema jambo na ukaingia kwenye mchakato ukapigwa chini, je, una mpango wa kuhama kutoka Chama cha Mapinduzi kwenda Chama cha Umma? Kwa nini unazungumza kupigwa chini? Sipigwa juu? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kwa sababu wananchi, naweza kupigwa juu <laughs> napigwa chini au umeshajipanga kunipiga chini? Ni maneno hayo ndio, na mimi ni maneno pia <laughs> <laughs> <laughs> na mimi ni maneno, tunashukuru sana na mimi